Kopkop TV ngibelekanyat jaro loshoo Kopkop TV mabadiliko ndani ya jamii. Namshukuru na Mungu sana, usinihangaishe kwa mambo mengi, nisumbueni kwa maombi na shukrani. Nakumbuka hilo kwa siku za maisha yangu Nakumbuka kuna siku nililia nerea Biblia. Biblia imesema uri lololo yule atembea emahira akibeba mbegu ya Aki mbe kwenda kupanda neshukangenya mahraak yeye atarudi kwake, kwa, kwa shangwe na vigelegele kakirarara ya nankai leo nambariki Mungu mayea adinamalongenyida aliyenipa niingie siku hii ya furaha furahaaa

nilienda kwa Daniel neiyoridi tulipigwa huko nikivo engangole sokoi tulienda kwa usokoi neiyorindi tukapigwa huko nikivo enkan. Aleluya, amen. nikemanaa nikemanaa tukazunguka zunguka nikemanaa nikimegamiri tukapita mavoeraa hadi. Tunatembea, tuna na ng'ombe ninikiarav nikim hatuna mahali pakuishiniahatuna pakuwepoi. Tulikuwa na, na mtoto huyu na, na, alio, alio na mtoto ni mtoto wa miezi sita s kapita mateso na mtoto huyo akapita shida akapatwa na kushakushokwa. Lakini hiyo haijaturudisha nyuma nikiganirieniki tukapita magoma hadi boma nariyonariny tukapigwa na kupigwa kweli. iknamuanabora siku moja tukaamka nikimkosojola kairakir tukapita njia okay, y kwenda kaitakite narowaninye nagelao nkori huyu mtoto hakuwa na kibuyu, nshe omekoyonje akalia hadi ulimi ukakauka. narowaninye evogemarigireki hakuwa na kibuyu kumtuliza

Enkahumani nabonari losho londule. Kuna mkazi na moja ambaye alikuwepo huko. Kaje wa marehemu Rarameri. Lakini leo hayuko duniani. Neri kalo ingura akampeleka kwenda mtafutia chakula. Nesukunye newejinari Karudi hapa nilipo. Najoki erarai kivoiro. Tunaenda sasa najoki baba maasudira. Ni baba sitakufuata. Kajeroi nononierari anamabindi wa, wa wako wangapi unao nyumbani? Wako watano. Una mabinti wako watano. yiwala kweneile